Usinisingizie. Kulingana siku na sikukusikizia. Umetoka kauli mbili, umesema Mungu hawezi omba kulingana na vyalafu, sa ukimaliza umesema sayu, mesema, umesema Yesu yes, kaomba. Ah sijasema, nimesema wewe umesema, mwalimu wa nisikilize yeah, vizuri yeah, niko kini na lugha na matamshi ya kwanza umesema hivi. uh -huh. Mimi nimesema uh -huh. kwamba Mwenyezi Mungu haweza akaomba. Kweli. Lakini katika mwisho mwisho uh -huh. umemaliza ukisema, na mimi nimesema kwamba Yesu haweza akaomba. Ah ah, maandiko umetoa iko wazi. Yesu aliomba. Kweli. Na umerekodi hapo. Aya. Sasa subiri hapo kidogo, kabla sijakufungulia aya ya Qur'ani. Sawa. Tunakubaliana na wewe kwamba Yesu aliomba. Yesu aliomba. Wakati wa kiomba alikuwa anaomba nani? Kwanza hapo tukurudisha nyuma mwalimu. Kusoma John 1:1. Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Hapo si, abo Yesu ametajwa kama Mimi sina shida hiyo hiyo. Nataka na tupelekane na vizuri. Mbona tuone Yesu anaomba? Tukikuja hapo vodini, ili neno hili likafanyika mwili. Lika likakaa katikati yetu. Kidogo tu. <laughs> Kidogo tu. Sawa. Umepata kwamba Yesu naye aliomba kweli. Sasa subiri hapo. uh -huh. ili nianze kuomba kuna uh -huh. kuomba sambuli mbili kweli. Ombi la kwanza uh -huh. naweza nikamwomba yule muumba ambaye uh -huh. uh -huh. ni Mungu kweli. Ya pili naweza nikakuomba Joshua, naomba unisaidie na shilingi mia. Hiyo ni tofauti. Sawa, sasa sawa. Wakati uu Yesu akiomba, uh -huh. alikuwa naomba nani? Sawa, nataka kwanza tuelewane kulingana na sisi wa Kristo na nyinyi Waislamu, kuna imani ambazo yaani kuna vitu ambazo siko semu mm, na kuna vitu ambazo siko tofauti. Sasa tukikuja, Yesu alikuja duniani akachukua maasi yetu sisi, kulingana na sisi wa Kristo, na alipitia maisha yote vile wewe unapitia vile mimi napitia. Sasa hapo aliomba akiwa kama wewe kama mimi, akipitia mateso yote ya dunia. Wewe waamini hivyo, lakini mimi naamini aliteseka, alikufa. Wewe waamini, mimi naamini, lakini sasa tuende mali kitu iko semu kwa umesema Yesu aliomba na Mungu ngoja kidogo, eh, Joshua unaje kuna mali eh, maelezo nakuwa mengi kuliko swali lililouliza. Si tumekubaliana kwanza, Yesu aliomba kweli, aliomba. Hapo kakubali kiurahisi. Sasa mimi narudi tena yeah. alikuwa anaomba nani? alikuwa anaomba Mungu. Sasa ndio. Asante, as yeah, alikuwa anaomba nani? Anaomba Mungu. Leo Bwana ametuambia sisi ni nani? A -a, sasa ndio nataka kukuonyesha Yesu, unajua mwalimu, twenda tu vizuri. tunaenda vizuri. Ndio, sasa nataka nikuonyeshe. eh? Twenda tu vizuri. Nataka nisomee kwa Filipi 2:5. Alafu, sasa alikusomea hapo. eh? Sasa wa Filipi 2:5 na 8. Alafu Joshua, tusichukue muda mrefu, kwa sababu si heshima mwalimu wangu akiwa ameketi na mimi nimesimama kama wanafunzi wake, si vizuri, wasipendezi naye. Aya, sasa tuchukue tu daka, daka mbili ama daka tatu, ni mwachie mwalimu. Aya, Wafilipi 2:5 inasema mwalimu. Iweni mm. hiyo mm. hiyo ndio ndani yenu mm. ambayo ilikuwa mapenda ni ya Kristo Yesu, ndio. Sita sita nasema Mm. ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu mm. na hakuona kule kuwa sawa na Mungu kwa mm. na kitu cha kushikamana nacho, ndio baada alijifanya jifana kuwa hana utukufu ndio akatuana na mtumwa mm. akawa na mfano wa wanadamu wanadamu. Mwalimu, hiyo imekueleza wazi sasa. Ndio sasa niulize swali yangu, kitu kingine. Mwalimu ako hapo, na wewe ni mwalimu pia katika so, hii aya niko na shida naye, uko na shida acha kwamba Yesu okay. Alikuwa alikuwa alikuwa yako namna nani? Namna ya Mungu. Eh. So, namna nani ya ya Mungu Mungu, so, sasa sasa tunakubaliana kwamba Yesu kabla duniani duniani alibadilika ama alibaki vile vile mwalimu? Alichukua alichukua maasi maasi yetu kama sisi akasadikwa kwenye kwenye maasi, ni topic nyingine maasi ile hiyo, subiri kidogo Joshua eh, unajua mimi nakuheshimu sana katika usungumizaji wako, uko na ufasaha wa Kiswahili alafu unaelewa haraka. Asina, tunapokuja kwenye maasi, mm. Maanaake ni madhambi eh. Madhambi ndiyo kwenye kuasi sawa? Kweli. Sasa tukikuja kwenye maasi kwamba Yesu alichukua maasi yetu, maanaake sisi hatuna madhambi. Sasa, hiyo ni topiki ingine. Sawa, hiyo ni topiki nyingine, ingine, na ukitaka nikuonyeshe ni topiki ingine inaweza, eh, kutolea tu andiko moja. Sasa mwalimu, unajua sasa, kabla tujafika huko eh, umetuambia Yesu, alikuwa yuna namna ya nani ya Mungu, asanti eh. Sasa hebu tueleze, unaweza kutueleza Yesu vile alivyokuwa, Yesu alivyokuwa. Mm. Mwalimu, unajua sasa nataka usikize vizuri haya maandiko tunasoma ya Biblia na Qur'an. Mm. Yametoka kwa manabii tofauti yaani yameelezwa na manabii tafauti, ndio maana we nasoma na mimi ninasoma. So hii mambo kulingana na sisi Wakristo na mitume wetu walifunuliwa na Roho Mtakatifu, hila kwako, mimi sijui. Unaona, mimi sijui, kulingana na sisi. So tunasoma kitu ambacho manabii wetu walifunuliwa. Sawa, sasa hao manabii walifunuliwa kwamba Yesu kabla before, alikuwa yuna namna nini? Ana, alikuwa ina namna na liku eh, si eh, eh, ya Mungu. Walikuwa nikupea nikupea. Ngoja, ngoja. Sivi hapa picha, tunaonyesha siku zote siku zote tunaonyesha picha za Yesu kwenye magazeti. Mwalimu, kwanza nataka kidogo tu. Sawa, uko sawa? Hapa kwa picha ndo nataka. kwenye si, si eh. magazeti na hata tarehe ishirini na tano karibu kufika eh. picha zaizi nataka kutolea kwenye makalenda. So, nataka mwalimu kukuweka vizuri hapo kwa picha kwa movie ya Yesu unaona, Mwalimu, mm. kama saizi kama umesoma na watu wote wamesoma, kuna wale walisoma um, So stories, kama kidara kimemwazia ilikuwa i lakini hili kufanya wanafunzi waelewe zaidi ikakuja ni video form, na ndio maana ukifika kama form 4 form 3 mnaambiwa for example kuna actor watakuja mahali fulani, nwata kipindi fulani ili muelewe. lakini the actor is not the writer. the actor ni mtu amesoma, so hiyo picha, wewe unasema hiyo ni yako. Ngoja kidogo hizo, yeah. picha Huamini? mimi naamini maandiko. unaamini maandiko? Biblia iko na picha kweli kabisa.

Akakuwa kama sisi, akakuwa kama sisi. Sawa. Inamaana, inamaana. Yesu, wakati ule akiwa kama namna ya Mungu. Kati ya mama na mtoto, nani mkubwa? Kati ya mama na mtoto, nani mkubwa? Mm. Mm. Sawa, nataka kukuuliza swali, umeniuliza na mimi nataka kujibu kwa maandiko. Sawa. Nataka kusa- anisomee kitabu cha ni Mathayo 8:19. Sawa. John 8:19. Bwana huyu hana kelele, taratibu tu atanielewa. Unajua post inasema, mwalimu. sawa, bata, sawa. E, basi mm. Wakamwambia mm. yuko wapi baba yako? yeah. Yesu akajibu, ndio mimi hamnijui, ndio wala baba yangu hamjui. sawa kama mngenijua mga mimi mm. mngenijua na baba yangu. Sawa, tangu sasa mwalimu, twenda vizuri. Hawa ni Wayahudi. Walikuwa na Yesu. Walikuwa wanajua amezaliwa na Maria ame... <coughs> Joseph ni baba yake. Walikuwa wanajua. Lakini anawaambia, mimi amunijui wala baba yangu amunijui. Eh. Mpe? Mpe? <laughs> <Mwalimu. laughs> <laughs> sana. Kwa baba. Kwa baba.